Watu wanakuja wanakuja wengi ni waombe sana tujitokeze, tujitokeze. Sasa, bwana sana. Okay. Uh, ku... hii ni leo nadhani ilikuwa ni masaa matano aliyopita toka wakume, mimi naiangalia hii video, wakati na, wakati na nasoma video wakati nasoma soma comment uh, kwenye kwenye kwenye hii post ya Mheshimiwa Rais nikakutana na kitu ambacho nimeona ni vema uh, nikakiposti uh, ili uh, kusaidia uh, jamii ione uh, zaidi umeona bwana, ili ione zaidi kwa sababu kuna comment ambazo nimeziona humu uh, zinaweza zika zikafungua uh, macho. Comment ziko nyingi kiukweli, comment ziko nyingi sana. Kuna ambao wanacrash, hataki uchaguzi, wanasema tumehuru, yaani bla bla bla na kuna wengine ambao hongera mama yetu, hongera mama yetu. Comment ziko nyingi. Baba wa mbinguni awabariki viongozi wote. Reform kwanza ya tume sawa, mheshimiwa rais, mitano tena eh, inshallah. Mama wa taifa hakika tuko nyuma yako. No, reform, no election. Kwa hiyo uh, comment ziko nyingi sana. No, reform, no elections. Lakini bwana kuna comment ambayo mimi Imeni, imenivutia sana mpaka ikanifanya ni, nione umuhimu kui kui uh, wa kuirekodia hii video, kuiposti alafu nitatagi Ikulu, nitamtagi mheshimiwa rais, nitatagi wizara, nitatagi na, na watu ambao wanahusika, nitatagi TAKUKURU pia na kadhalika. Hii comment bwana ni ya jamaa anaitwa Deogradius, au Deogradius Masolwa. Sawa bwana huyu jamaa anavyoonekana ame, amefanya kazi TAKUKURU. Sasa sijajua alikuwa yuko kwenye department gani TAKUKURU, lakini inavyoonekana kuna sintofahamu kati ya yeye na, na aliyekuwa mwajiri wake ambaye ni, ni TAKUKURU. Sasa ameandika hivi: TAKUKURU Shinyanga ni peni haki yangu, nimeitumikia ofisi miaka ishirini, ni jasho langu halali. Mkataba ni kosa lenu nyie, ndio mliopaswa kunipa mkataba Mliitwa na mahakama ya kazi mkakataa wito. Hiyo laki sita mlionipa haifanani na miaka ishirini niliyotumikia ofisi. Akasema, mheshimiwa Raisi, naomba unisaidie niweze kupata malipo stahiki kulingana na miaka niliyoitumikia ofisi. Mwaona bwana, kuna jamaa akaja anaitwa Matendo Andrew akaja aka pale chini akasema Deogradius masul naomba unipigie namba yake ameiweka pale sijui alikuwa na maana gani labda anataka msaidie I don't know. lakini kuna kafu ilala wamecomment nao pale sawa so, uh, kafu chama cha wananchi ya yeah, Tanzania wamecomment pale chini lakini wao ni wilaya kafu wilaya ilala wanasema kwanza wame wame, wame, wame, wame, wame, wame, wamemention pale uh, rais Samia Suluhu Hassan wanasema Samia Suluhu Hassan, umeona comment ya Deogradius Masolwa. Hivi vitu muhimu, wasaidizi wenu wakawa wanaangalia na kusaidia watu hawa. Ukiona hivyo ashaangaika wee mpaka wanaamua kucomment humu ili kubahatisha utatuzi wa matatizo yao. Umeona bwana, kwa hiyo Uh, hii comment mimi imenivutia kwa sababu inavyoonekana huu jamaa ameshai kufanya kazi TAKUKURU. Umeona bwana, lakini uh, upande wa mkoa wa Shinyanga sasa, kuna namna uh, actually amefanya kazi miaka ishirini, kwa maandishi yake hapa, Deogradius Masolwa, lakini uh, ame, ame, ameachishwa kazi, alafu akapewa laki sita. Sasa sijajua alikuwa department gani, na hii laki sita alipewa kama asante au alipewa ndo kama kinwa mgongo chake au ni aje, mimi sijajua lakini hii comment ndio imenifanya mimi nivutiwe sana kuirekodi hii video na kuipost, na and actually nita nitawatag uh, nitawatagi hawa watu wa wa wizara ya kazi, sijui labda mheshimiwa rais mwenyewe nitamtag, yani nitatagi watu wengi, nitahashtag watu wengi sana, ili huu jamaa kama ajapata stahiki yake aweze kukusaidiwa. Hiki ndio kitu ambacho kimenifanya kimenifanya mimi nikairekodi hii video so uh, kwa sababu mimi ni mmoja kati ya watu ambao nikiona jambo ambalo naweza na mimi nikalipush kwenda mbele, kama ni la msingi, huaga siwezi kukaa kimya, kwa hili lipush, labda ujamaa hujamaa Mr. Deogradius anaweza akapata, uh, utatuzi wa hii changamoto yake ya kulipwa laki sita uh, baada ya kufanya kazi miaka ishirini na kwa madai yake hapa ni kwamba

nzima nzima. Lakini anaonekana sio mtu wa kustafu, huu sio umri wa kustafu. Sasa kwa nini, labda aliachishwa sijajua na, au kwa nini aliacha sijajua, lakini inavyoonekana amepata kiasi hicho cha fedha, sijui ni kama asante au kama akinwa mgongo, sijajua. Kwa hiyo ya yeah, so comment ziko uh, nyingi sana, siwezi kuzisoma zote, lakini kuna ambao wanasema no reform, kuna ambao wanasema kila la heri na fanaka kwa uwezo usiokuwa na kikomo Mwenyezi Mungu mtukufu kwako mheshimiwa Rais. Yeah, hivyo, kuna wanaolia tu, kuna wanaoweka mikono, kuna wanaosema no reform, no election, kuna hivyo, comment ziko nyingi, lakini kimsingi, hiyo comment hii ndio ilinivutia sana. Yeah, so uh, yeah, so nitaipost and, yeah. Thank you for watching, unaweza ukaacha comment yako hapo tafadhali au like au unaweza ukashare pia, ili iende sehemu kubwa zaidi ili, ili mfikie raisi ujamaa aweze kusaidiwa. Thank you for watching. I'm out.